Klabu Young Africans imekamilisha rasmi usajili wa mshambuliaji Laurido Nilson Marie Aurelio maalufu kama Depu, raia wa Angola, ikiwa ni hatua ya kuendelea kuimarisha kikosi chake kuelekea katika mashindano yajayo ya ndani na ya kimataifa. Usajili unakuja muda mfupi baada ya klabu hiyo kumtambulisha kiungo mshambuliaji Allen Okello, huku Depu akisaini mkataba wa miaka miwili wenye chaguo la kuongezwa kwa mwaka mmoja zaidi.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 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa <muchas>